Sema wizara inayofuata ni mheshimiwa Zito haipo, mheshimiwa Afrika kwa niaba, mheshimiwa Kesi amesimama kwa niaba ya mheshimiwa Zito. Je, yeah, ni lini mradi wa kuzalisha umeme wa Malagarasi utaanza? Swali hili limeelekezwa katika wizara ya nishati na madini, na naibu waziri daktari Titus Kalemani ataenda kutoa majibu ya swali hilo. Dkt. Medard Kalemani: Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nishati na madini napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kabwe Uyaga Zito mbunge wa Kigoma mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, baada ya tafiti za kimazingira kuonesha kuwa utekelezaji wa mradi kuzalisha umeme katika mto Malagarasi katika maeneo ya Igamba namba 3 ungekuwa na athari za kimazingira, serikali itafuta eneo lingine. Mheshimiwa Spika, eneo la Igamba namba 3 lilipatikana na mkandarasi mshauri SBI alianza kazi ya upembuzi yakinifu ya mwezi Juni 2010 kupitia ufadhili wa mfuko wa changamoto za Milenia, yaani MCC. Mheshimiwa Spika, upembuzi yakinifu na usanifu wa awali preliminary design ulikamilika mwaka 2012 na kubainika kuwa maporomoko ya sehemu hiyo yana uwezo wa kuzalisha megawatt 44.8, na mkandarasi mshauri alipewa kazi ya kufanya upembuzi yakinifu na utekelezaji wa mradi kufanywa na mfadhili mwingine. Mheshimiwa Spika, hivi sasa Tanesco inaendelea na taratibu za kumpata mtaalamu mshauri kwa ajili ya kufanya usanifu wa kina, yani detailed design na kutengeneza nyaraka za zabuni tender document zitakazokamilika kumpata mkandarasi wa ujenzi wa kazi hiyo. Mradi huu unakusudiwa kutekelezwa kwa njia ya EPC yaani uhandisi, manunuzi pamoja na ujenzi. Mheshimiwa Spika, taratibu za kumpata mtaalamu mshauri zitakamilika mwezi Juni mwaka huu 2016. Kazi ya usanifu wa kina pamoja na taratibu za kumpata mkandarasi wa ujenzi itachukua miezi sita. Mkandarasi atakayepatikana ataanza kazi Februari mwaka 2017 na utekelezaji wa mradi utachukua miezi miaka mitatu. Yani fedha za kutengwa kwa ajili ya fedha makimbili 17b kwa utekelezaji wa mradi huu ni shilingi bilioni tano. Mheshimiwa kesi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa mkoa wa Kigoma pamoja na wilaya zake zinaingiza gharama kubwa sana kwenye shirika a TANESCO kutumia majenereta za, zaidi ya bilioni 160 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa nini serikali pamoja na Wizara ya Nishati na Madini isifanye haraka mradi huu kuokoa pesa kwa ajili ya mkoa wa Kigoma? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Nishati na Madini Dkt. Medard Kalemani. Mheshimiwa Spika napenda kujibu swali la, la, la, la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa Mheshimiwa Spika, shughuli za ugawaji umeme katika mji wa Kigoma ni gharama kubwa na gharama hizo taja Mheshimiwa kesi kwa kweli ni kidogo. Sio milioni mia moja sitini isipokuwa ni milioni mia sita kila siku za mafuta tunatumia. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia uzito huo huo ndio maana serikali imesema itaanza ujenzi wa mradi huu wa Malagarasi ndani ya miezi sita kuanzia sasa na kuanzia Februari mwakani shughuli za ujenzi kwa ajili ya kuwapatia umeme wa uhakika wananchi wa Kigoma zitaanza, na kama nilivyosema, shughuli hii zitachukua miaka mitatu. Kwa hiyo mwaka elfu mbili na ishirini shughuli za ugawaji wa umeme katika mji wa Kigoma zitakamilika, na umeme utakuwa na uhakika ambao hakatikatiki. Mheshimiwa David Silinde, swali fupi la nyongeza. Asante uh, uh, sana Mheshimiwa Spika. Uh, kwa kuwa mchakato mzima wa uzalishaji umeme katika mto Malagarasi umetumia vilevile vile fedha za mfuko wa changamoto wa milenia yani ya MCC one. Sasa, Mheshimiwa Spika, nitaka nifahamu kwamba watu wa MCC wamekuwa wakipeleka fedha zao nyingi kwenye miradi ya umeme na sasa hivi wamejitoa. Je, sasa serikali tupe commitment, ya miradi yote ya umeme ambayo fedha zao zilikuwa zinatumia za MCC, sasa itatumia vyanzo gani kuhakikisha kwa kwamba miradi iliyopangwa inakamilika kwa wakati. Swali hilo isingekuwa vizuri likasubiri bajeti ya nishati na madini, lakini naibu, kama unaweza kujaribu, haya tafadhali. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa kama alivyosema Mheshimiwa mbunge kwamba MCC wamejitoa kwenye mradi awamu ya, ya pili, lakini kazi ya MCC iliyofanyika mara ya kwanza ya awamu ya kwanza ilifanyika vizuri na pesa zote zilitumika. Sasa serikali inafanyaje? Mheshimiwa Spika, katika awamu ya mradi huu wa 2017 shilingi bilioni moja. Nichukue mfano kwa mto wa Malagarasi, shilingi bilioni moja itakuwa ni fedha za ndani, lakini shilingi bilioni moja dola za Marekani pamoja na bilioni zingine tatu dola za Marekani zitafadhiliwa na World Bank pamoja na benki ya dunia ya maendeleo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, pamoja na msisi kujitoa, hakuaribika jambo, tunaendelea na wizara hiyo hiyo. Swali inaulizwa na, na Mheshimiwa Deogratias Francis Ngalawa mbunge wa Rudewa. Wananchi wa Rudewa wa wamekuwa wakisikia mpango wa serikali juu ya miradi mikubwa ya makaa ya mawe ya Mchuchuma na Liganga, ambapo kumekuwa na mipango mingi ambayo inaendelea kutekelezwa. Je, ni lini wananchi walioachia ardhi yao kupisha miradi hiyo watalipwa fidia? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nishati na madini napenda kujibu swali la Mheshimiwa eh, Deogratias Francis Ngalawa mbunge wa Rudewa kwenye A sehemu na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, miradi ya makaa ya mawe ya mtuchua na chuma ya riganga inasimamiwa na wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji, lakini inafanywa hivyo kwa kupitia shirika la maendeleo la taifa NDC. Miradi hii inaendelezwa kwa pamoja, kwa maana integrated project, kati ya shirika la maendeleo la taifa NDC yenye asilimia 20 ya hisa za kampuni ya Sichuan Honda group company limited ya China yenye hisa asilimia 80 kupitia kampuni ya ubia Tanzania China international Mineral resources Serikali ilitoa leseni ya uchimbaji mkubwa SML namba 533214 ya tarehe 9 mwezi wa 10/2014 katika eneo la Liganga lenye ukubwa wa kilomita za mraba 30.41, lakini na SML ya pili namba 534214, ya tarehe 9 mwezi wa 10/2014 katika eneo la Mchuchuma lenye ukubwa wa kilomita za mraba 25.46. Leseni hizi zilitolewa kwa kipindi cha miaka 25 na zitaisha muda wake tarehe 8 mwezi wa kumi ya 2039. Mheshimiwa Spika, kampuni ilifanya utathmini ut ut ut wa mali za wananchi walioko ndani ya maeneo ya miradi ambao walitakiwa kupisha shughuli za utekelezaji wa mradi mwezi Agosti 2015 na kuridhiwa na mthamini mkuu wa serikali mwezi Agosti mwaka huo huo. Mpango wa kulipa fidia unatarajia kuanza mwezi Juni mwaka huu chini ya usimamizi wa wizara ya viwanda biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mradi unatarajiwa kuanza mwezi Machi 2017 na ukamilika mwezi Julai mwaka 2020 na utafanywa hivyo chini ya wizara ya viwanda pia biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Ngarawa, mbunge wa Ludewa, swali na nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa naibu waziri, lakini bado ulipaji wa fidia huu umeonekana kuwa ni kitendawili. Kwa mara ya kwanza tuliambiwa kwamba fidia hizi zitalipwa tarehe kumi na sita mwezi Februari. Lakini sasa hivi serikali inakuja na majibu mengine kwamba itaanza kulipa mwezi Juni. Sasa tunaomba se, tu, kujua specific date ya, ya, ya fidia hiyo itakuwa ni lini? na pili, kumekuwa na usumbufu mkubwa katika ulipaji wa hiyo fidia. Je, kwa sababu muda utakuwa umeshapita fidia hii italipwa pamoja na fidia? Majibu, mheshimiwa naibu waziri nishati na madini, Dr Medard Kalemani. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa nishati na madini, napenda kujibu swala la nyongeza mawili ya mheshimiwa mbunge anao ni kweli fidia ilianza kulipwa tangu Februari mwaka huu, lakini tutambue kwamba swala la ulipaji fidia ni swala endelevu; jinsi kadiri tathmini inavyofanyika ndio fidia ndio fidia ndio zinaendelea kulipwa, na ndio maana tunasema hata mwezi huu na mwezi ujao wataendelea kulipwa fidia. Kikubwa mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa spika na mheshimiwa mbunge ni kwamba shughuli za ujenzi wa mradi huu zitaanza mapema tu baada ya fidia kukamilika. Mheshimiwa Spika, swala la pili kama wananchi watalipa pia pamoja na nyongeza mapunjo, mheshimiwa mwenyekiti taratibu za fidia kwa waathirika hufanyika wakati tathmini inapofanyika. Kwa hiyo malipo ya fidia, Mheshimiwa Spika pamoja na Mheshimiwa Mbunge na wananchi, ni kwamba fidia hulipwa kulingana na viwango wakati tathmini inafanywa na si vinginevyo.